<coughs> Angalia raia wanapokuja, angalia raia wa maandamano <coughs> hayo. Hey, angalieni jamani, ah, ndo maandamano yenyewe sasa mnayoambiwa, eh, wanasema Samia aondoke. Bendera ya, ya. <coughs> Hey, bendera ya Tanzania iko juu hiyo, bendera ya Tanzania iko juu, mnaona kama kama mnavyoona hapo, hawamtaki mama, hawamtaki mama, aende Zanzibar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

Zaari, <coughs> Tegeta hiyo pamewaka sasa hivi saa mbili usiku. Eh, tunaenda mpaka jeshini ni kule Tegeta wazo, unaenda jeshini Tegeta wazo, kule kwenye kambi ya wanajeshi tunaenda huko. Eh,

Polisi wanakimbizwa na wanajeshi